Na kwa taarifa za hivi punde zilizoripotiwa kutoka nchini Marekani pale Washington, zinaeleza kwamba uh, rais wa Venezuela Nicolas Maduro amekwisha wasili pale uh, Washington na tayari atakabidhiwa kwenye mamlaka za kudhibiti na kuzuia dawa za kulevya za kule uh, Marekani. Hii ni kufuata Tukio la Desemba tatu ambapo ndege za kivita za Marekani zilipowasili Caracas uh, na kumchukua ama kumwondoa rais wa Venezuela Nicolas Maduro pamoja na mkewe kwa kile kilichoita uingiliaji wa moja kwa moja wa Marekani nchini Venezuela. Tukio hili kwa ujumla, uh, limeripotiwa maeneo mengi duniani, lakini uh, ni wazi kwamba ni tukio la ukiukwaji wa sheria za kimataifa kwa mujibu wa mikataba ya Umoja wa Mataifa uh, ibara ya pili kifungu cha nne ambacho kinaeleza uh, ama kinatafsiri uh, uwazi wa tukio hili kama ni ukiukwaji wa mikataba na sheria za kimataifa na kuingilia Ma, uh, mamlaka ya ndani ya nchi nyingine ndicho ambacho kimefanywa na Rais wa Marekani Donald Trump kwa taifa la Venezuela, na kimsingi yako mengi ambayo yalitangulia kwenye mzozo huu kabla na hata baada ya tukio hili, yako masuala kadhaa ambayo yalikuwa kama kiini cha kile ambacho kimetokea, kime lakini kikubwa ambacho tunapaswa kufahamu, uingiliaji wowote wa kijeshi wa taifa moja kwenda taifa lingine, ama regime change, uh, kuchagiza uh, ama kuinfluence mabadiliko ya kiutawala uh, kwa taifa moja duniani kote, ambayo yamewahi kutokea hapo awali, hayajawahi kuacha ku, mataifa hayo salama. Ndio kile ambacho pia kimefanyika uh, tarehe tatu ya mwezi wa 12 pale Caracas Venezuela. Kwa hivyo uh, ukijaribu kulejea matukio ya aina hii hapo awali, hebu ta, tazama uh, regime change ama, ama uh, uingiliaji wa kimamlaka uliofanywa mwaka elfu mbili na kumi na moja pale Tripoli Libya, lejea kwenye um, regime change ama uh, uingiliaji wa kinguvu uh, wa, wa kimamlaka uliofanywa Uh, Mosul na Baghdad kule Iraq, lakini hata uh, uliofanywa pale Kabul Afghanistan. Aina <clears throat> uh, ya hii yote ya uingiliaji wa kimamlaka umeacha uh, majeraha makubwa kwenye mataifa mataifa mataifa hayo, na hali ya kisiasa hali ya kiusalama imekuwa eh, si nzuri tangia uh, uingiliaji huo uliofanywa. Na uingiliaji wote huo wa kiutawala regime change Marekani ndio imekuwa iki iki uh, ikiwa kinara wa uingiliaji huo. Lakini hata ukikumbuka um, wakati wa rais wa Marekani uh, wa 44 Barack Obama akiwa mwishoni mwa uongozi wake, moja kati ya uh, moja kati ya, ya, ya, ya, ya kauli ambazo waliwahi kukiri kwamba wamefanya makosa katika uongozi wake ni kuruhusu A, a, taifa lake kuingilia moja kwa moja a, kijeshi kwenye taifa la, la, la, la Libya mwaka elfu mbili na kumi na tatu, mwaka elfu mbili na kumi na moja Kwa hiyo alikiri alikiri kwamba alifanya makosa makubwa, na hali ya kiusalama mpaka sasa katika maeneo ya Libya ama katika nchi ya Libya si nzuri sana. Kwa hiyo hata kilichofanyika Venezuela, licha ya kuwepo kwa makundi ma ya watu baadhi hata wa, wanaoishi Venezuela ku, ku, ku, ku kufurahishwa na na, na, na, na na matukio lile, lakini kimsingi uh, litakuja kuacha kovu kubwa sana kwenye eneo la kiusalama kwa sababu uh, uingiliaji wa aina hii wa kijeshi, yote yaliyofanywa hapo awali na hata, hasa yaliyoongozwa na taifa la Marekani hajawahi kuacha salama mataifa hayo yote. Lakini uh, ni kwa nini Marekani alifanya hivi? Uh, yako hoja kadhaa ambazo zimekwishajadiliwa, lakini kikubwa, kikubwa sana licha ya Donald Trump ku, ku, ku, ku, kusema kwamba uh, anakabiliana na rais na, na, na, Nicolas Maduro ama anakusudia kumuondoa madarakani Rais Nicolas Maduro kwa sababu uh, ni kiongozi ambaye anafanya ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana ama anaendesha shughuli za uuzaji wa madawa kulevya, na ni athari kwa taifa la Marekani lakini Uh, hii, hii ndio hoja ambayo ime- imeonekana ime, ime, ime kama ni hoja ambayo ameitumia Rais Donald Trump kufanya mashambulizi yake, lakini kiuhalisia ni hoja ambayo haina mashiko, kwa sababu kwenye eneo la Amerika yako mataifa ambayo ni vinara zaidi kwenye uuzaji wa madawa Columbia, uh, Honduras, Peru, ya kulevya Colombia, Honduras, Peru ni miongoni mwa mataifa ambayo yanazalisha kwa kiwango kikubwa uh, dawa za kulevya zaidi ya, ya taifa la, la Venezuela kwa hivyo kama ilikuwa ni hoja ya msingi, ni kukabiliana na uuzaji wa madawa kulevya, basi ilitakiwa aanze na mataifa haya ambayo yana uuzaji mkubwa zaidi ya taifa la Venezuela, lakini kikubwa ilikuwa ni, uh, ni, ni, ni ni kubwa zaidi ama sababu kubwa ambayo ni ya wazi bila mashiko uh, bila, bila, bila uh, ni, ni, ni, ni, ni sababu ya, ya wazi kabisa, ni, ni sababu ya, za, za maslahi ya, ya mafuta. Kumbuke a, taifa la Marekani lilikuwa li, li, li, na makampuni mengi kule Venezuela ya uchimbaji wa mafuta, lakini baadaye taifa la Venezuela lilipofanya maamuzi, lilifukuza makampuni mengi ya Marekani na mengine kuyataifisha. Kwa hivyo Marekani alikuwa ana mkono moja kwa moja kwenye eneo la mafuta, na ikumbukwe, Venezuela ndio nchi ambayo inaongoza kwa kuwa na akiba kubwa sana ya mafuta duniani. Kwa hivyo Mabadiliko haya ya kinguvu aliyofanya na Trump ni moja kwa moja yanakwenda kuinufaisha Marekani, na Trump amekwisha zungumza kwamba ataishikilia Venezuela mpaka pale atakapoona, wakati atakaona inafaa kukabidhi nchi kwenye serikali ya Venezuela. Ni moja kati ya kauli za kibabe, kauli ambazo hakika ni za kukatisha tamaa na ni kinyume kabisa na mikataba ya kimataifa ni uingiliaji wa moja kwa moja wa mamlaka au uh, uhuru pamoja na sovereignty ya, ya, ya mataifa mengine yanayofanywa na Rais Donald Trump. Kwa hivyo uh, kwa sasa uh, hali inaendelea kuwa hivyo. Lakini um, Marekani um, anajiandaa kufanya baadhi ya vitu ikiwemo kuweka kibaraka kwenye taifa lile. Iko ndio kitu ambacho kinakuja kufanyika na yuko mwanasiasa ambaye anatajwa huenda ndo akaja kuwa mrithi wa sasa hivi wa taifa hilo, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya Maria Machado, huenda ndio akaja ku, ku, kuchukua nafasi ya kuwa rais wa taifa la Venezuela, kwa sababu pia ana uhusiano mzuri na taifa la Marekani. Kwa hivyo hali ya sasa kwenye taifa la Venezuela ni hali ambayo si nzuri na tayari na uh, uingiliaji huo umefanyika na tunachojaribu kukisubiri sasa kuona, uh, mataifa ya jumuiya za kimataifa namna gani zinazo zin, zinakwenda kukabiliana ku, ku, ku na changamoto hii. Yako mataifa mpaka sasa ambayo tayari yamekusha kemea ikiwemo Urusi, uh, China, uh, Cuba, uh, Bogota, Colombia, hata Afrika Kusini pia nayo miongoni mwa mataifa ambayo yamekemea Uh, u, u, u, uingiliaji huu wa kijeshi wa moja kwa moja. Kwa hivyo, uh, ni matukio ambayo hakika yameshtua <coughs> na mara ya mwisho kuona uingiliaji wa aina hii wa kijeshi wa moja kwa moja ni ule wa mwaka 1989 uliofanyika Panama na uliendeshwa na rais wa Marekani wakati ule George Bush. Kwa hivyo, uh, ni ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni mwendelezo wa taifa la Marekani kukiuka sheria za kimataifa, kunajisi mikataba ya kimataifa. Hakika hii ni moja kati ya matukio mabaya sana kuwahi kushughuliwa katika mataifa. Na ndivyo tunavyohitimisha kwa siku ya leo a, kwenye eneo lile la Venezuela na uh, kwa taarifa ambazo ziko mpaka sasa, tayari Nicolas Maduro amefikishwa Washington, Marekani na atafikishwa kwenye mahakama za Kimarekani. Ni kutakie uh, siku nzuri na kuwa karibu na dikto kuendelea kupata taarifa za mara kwa mara kuhusiana yanayoendelea kote duniani. Asante sana kwa elimu.